Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Leo Mungu ametupa neema na kibali tena kizuri cha kukutana mimi na wewe, msikilizaji wangu, ndugu mpenzi, mtazamaji, unanitazama kwa njia ya mitandao ya kijamii ya mkini, unanitazama kwa njia ya TikTok, au kwa njia ya YouTube, au kwa njia ya Facebook nikukaribishe tena kwa wakati huu na majira haya katika kipindi chetu kizuri cha neno la Mungu. Karibu sana kupitia mitandao ya kijamii. Mungu ametupa neema tena ya kulitangaza neno lake ya kulitangaza neno lake, na leo tutakwenda kujifunza somo linalosema, somo lilobeba kichwa kinachosema kutembea katika uwepo wa Mungu. Aa, kutembea katika uwepo wa Mungu. Watu wengi wamesikia kwa habari ya uwepo wa Mungu. Unaweza ukawa ukajiuliza uwepo wa Mungu ni nini? Uwepo wa Mungu ni nini? Mimi ukiniuliza kuwa uwepo wa Mungu ni nini, mimi nitakwambia uwepo wa Mungu ni Mungu mwenyewe maishani mwa mtu. Uwepo wa Mungu ni Mungu mwenyewe maishani mwa mtu. Anapoongelea kuhusu uwepo wake Mungu, anazungumzia uwepo wake yeye Mungu. Unapouona uwepo wa Mungu kwenye maisha ya mtu, basi ujue ni Mungu mwenyewe kwenye maisha ya huyo mtu. Ndio maana kusoma katika kitabu kile cha kumbukumbu ni hesabu, Mungu Musa anaomba utakuta anaomba maombi ya namna hii, anasema uwepo wako usipokwenda pamoja nasi usitutoe hapa. Eh, Musa anaomba maombi ya namna hiyo, anajua ya kwamba Mungu japo aliwaambia nitawapa ma malaika, nitawaagizia malaika mtaenda naye, lakini Musa aligoma kwenda na malaika, alitaka kwenda na Mungu akasema uwepo, akatumia lugha ya uwepo wako usipokwenda pamoja na sisi usitutoe hapa. Kwa hiyo uwepo wa Mungu ni Mungu mwenyewe katika maisha ya mtu. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe sana. Uwepo wa Mungu ni Mungu mwenyewe katika maisha ya mtu. Na nianze kusema kwamba sifahamu sana na sidhani kama watu wengi ambao jamii ya watu waliokoka wanajua umuhimu wa kukaa katika uwepo wa Mungu, wanajua umuhimu wa kuwepo katika uwepo wa Mungu. Sijui kama wanafahamu na kama wangekuwa wanajua basi kati ya vitu ambavyo ni vya thamani na vya kuomba sana ni kuomba kutembea katika uwepo wa Mungu. Unapokuwa kazini, uone uwepo wa Mungu. Unapokuwa shuleni, uone uwepo wa Mungu. Unapokuwa kwenye biashara, uone uwepo wa Mungu. Kwa hiyo uwepo wa Mungu mahali popote unapokuwepo, udhihirike. Sijui kama watu wanafahamu uzuri wa uwepo wa Mungu. Nitakutolea mfano mmoja kwenye Biblia, nataka nikuonyeshe uzuri wa uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bado ninaweka msingi wa somo langu, uzuri wa uwepo wa Mungu. Tunauona tangu Edeni. Adamu na Hawa Bwana alipowaumba kawaweka Edeni. Edeni katika lugha ya picha ya kiroho tunaweza tukasema Edeni ndipo katika uwepo wa Mungu. Edeni ni uwepo, tunatafsiri kuwa ni uwepo wa Mungu. Tazama maisha ya Adamu akiwa ndani ya uwepo wa Mungu katika bustani ya Eden, maisha yake yalikuwa ni bora na mazuri kabisa, yasiyokuwa na taabu, dhiki, wala njaa, asiyojua kutakula kwa jasho, asiyojua magonjwa, asiyejua kufa. Lakini baada ya kutoka katika uwepo wa Mungu, Adamu gafra, ndoa imevurugika. Ukisoma katika kile kitabu cha Mwanzo sura ya tatu, Utaona nyoka anaanza pale kumshawishi Adamu mpaka sura ya kumi na tano unaanza kuona anguko la mwanadamu. Baada ya anguko, Mungu akamtoa mwanadamu akamtoa, akamweka mahali pengine. Hapo sasa kukatokea kula kwa jasho, kukatokea hapo hapo magonjwa, ndio yakapata nafasi, hapo ndipo eh, vifo vikapata nafasi. Kwa hiyo tunajua ya kwamba ukitoka nje ya uwepo wa Mungu, madhara yake ni kama yale aliyompata ya Adamu katika bustani ya Eden. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nimekupa ruga, nimekupa picha, nimekuonyesha rugha ya picha ya namna ya kukaa katika uwepo wa Mungu, kwamba uwepo wa Mungu ni mahali sahihi pa kukaa, ni kati ya kitu ambacho unatamani sana kati ya vitu ambavyo unapaswa kuomba sana na kutamani sana ni kukaa katika uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kukaa katika uwepo wa Mungu. Kwa sababu katika uwepo wa Mungu, vyote unavyovitamani vipo katika uwepo wa Mungu. Yale mashindano ambayo unashindana, ukitaka kushinda vita katika ulimwengu huu ukitaka kushinda vita ya namna yoyote katika dunia hii ni kukaa ndani ya uwepo wa Mungu. Unasema unajuaje? Kasome kitabu kile cha watu, wa, eh, kitabu kile cha Yoshua sura ya tatu mstari wa kumi na nne mpaka kumi na saba utaona pale habari za Yoshua na wana wa Israeli. Wana wa Israeli Mungu amewaidia wapa nchi ya ahadi yenye mito ya, ya asali na maziwa, amewaahidi Mungu. Lakini alipowaahidi wanaelekea katika mji wa Yeriko, ambao kati ya miji ambayo Mungu amewaahidi, wanakutana na kitu kinachoitwa mto Yordani, na Biblia haikuficha chochote. Biblia imeanika wazi kwamba Yordani ilikuwa imejaa katika kingo zake zote imefulika. Yordani, Yordani hiyo katika wana wa Israeli, wanaenda Yordani inatisha maji yamefulika. Lakini angalia kilichosababisha Yordani kupasuka na wana wa Israeli kupita katikati yao, kilichosababisha ni uwepo wa Mungu katikati ya wana wa Israeli. Ndio maana Yoshua akaamuru nani akam, Yoshua akaamuru Eh, makuhani waliobeba sanduku la agano watangulie mbele. Na walipotangulia Biblia inasema walipokanyaga tu nyayo zao maji yakaachia njia. Bwana Yesu asifiwe! Ili wewe uweze, matatizo yaweze, vikwazo viweze kurudi nyuma kwenye maisha yako, unahitaji kitu kinachoitwa uwepo wa Mungu kwenye maisha yako. Hauhitaji chingine changamoto U, ili uweze kutoka kwenye hizo changamoto unahitaji kuchochea, unahitaji kupalilia mahusiano yako na Mungu, unahitaji kupalilia uwepo wa Mungu kwenye maisha yako. Glory to God, glory to God. Ndugu msikilizaji wangu, Bwana Yesu asifiwe, ili uweze kutoka kwenye hapo mahali, siku zote natamani utoke hapo. Hauhitaji kitu kingine, unahitaji uwepo wa Mungu kama wana wa Israel walivyokuwa wakihitaji uwepo wa Mungu kwenye maisha yao. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe sana, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ninakuonyesha rugha ya uzuri wa uwepo wa Mungu kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe, eh? Ukisoma katika hiyo kitabu cha Yoshua sura na 7 utaona hapo maji amerudi nyuma ili magonjwa aweze kurudi nyuma kwenye familia yako. Unahitaji uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Lakini ili uweze kuongezeka kiuchumi, ili uweze kuongezeka kibiashara, ili uweze kuongezeka kifamilia, ili uweze kuongezeka kihuduma unahitaji pia uwepo wa Mungu. Unasema unajuaje? Yohana kumi na tano mstari wa nne, Bibilia inasema waziwazi wazi: Kaeni ndani yangu na mimi ndani yenu eh? kama vile mzabibu usivyoweza kuzaa ukiwa nje, kama tawi la mzabibu lisivyoweza kuzaa lisiposhikamana na, na mzabibu wenyewe eh? ndivyo ilivyo. Ngoja nikusomee ule mstari Anikusomea Yohana nne, Yohana nne. Tuone nasemaji hapo. Yohana sura ya nne, Yohana sura ya kumi na tano ya Yohana sura ya kumi na tano mstari wa nne. Yohana sura ya kumi na tano mstari wa nne, neno la Mungu. Yohana sura kumi na tano mstari wa nne, neno la Mungu linasemaji? Yohana kumi na tano mstari wa nne, nasema kaeni ndani yangu na mimi ndani yenu. Yesu anasema hivyo kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa, eh? ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Usipokaa katika uwepo wa Mungu huwezi kuzaa, huwezi kuongezeka. Unahitaji ukae kwenye uwepo wa Mungu ili uweze kuzaa na kuongezeka. Yohana kumi na tano mstari wa nne natuthibitishia hivyo. Yesu anasema tukae kama vile mzabibu kama tawi la mzabibu linavyokaa ndani ya, ya, ya, ya, ya mzabibu eh, na sisi tukae ndani ya Yesu ili kuzaa na kuongezeka. Hautazaa mapooza katika jina la Yesu ukiwa ndani ya uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona faida ya uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana.